haba wa mbolea bado unaendelea kuwasumbua wakulima nchini, baadhi yao wakilalamika kusafiri hadi maeneo tofauti kutafuta bidhaa hii ambayo imekuwa adimu katika msimu huu wa upanzi. Ni swala ambalo viongozi wa upinzani wamezamia, wakimtaka waziri wa kilimo Mutahi Kagwe atatue swala hilo, la sivyo waanze mchakato wa kumtimua ofisini. Collins Shitiabai ana taarifa zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa katika magala ya NCPB huko Kedoa. Wakulima kutoka Kipkelion, Molo, Mausamit na maeneo mengine wakifika hapa baada ya kupokea taarifa kwamba kulikuwa na mbolea ya DAP hapa ambayo wanahitaji sana wakati huu ambao tayari upanzi umeanza. Wakulima wakielezea maangaiko yao ya kutafuta bidhaa hii muhimu, wakilazimika kusafiri mwendo mrefu wakiwa na matumaini ya kupata angalau mfuko moja au miwili ya mbolea, uhaba ulioko kwenye magala ya NCPB ukiendelea kuwatia hofu. Kidogo ya mbolea tulikuwa upande wa Kipkerion na tumekosa sirio. Mi nilikuwa nataka mbolea bagi tano, lakini bado kuna zingine zimebaki. Imetolewa roli mbili tukuwa mahali hapa sasa tumeambiwa imeisha na ikuwa nataka mifuko ngapi mbili, na si kupata. Kukuja kutoka Kiptororo huko chini ni mbali sana. na huku shehena nyingine ya mbolea ikitarajiwa kuwasili, serikali imetakiwa kusafirisha bidhaa hiyo muhimu kwenye kaunti ndogo waliko wakulima. imeweka 14 billion kwa maneno ya fertilizer. na hii 14 billion nasikia kuna scarcity ya fertilizer, na nataka kuambia waziri na PS wa agriculture wahakikishe fertilizer imekuja mpaka mashinani. Jina mimi ni Isaac Isaac Nyakundi. Uh, nimetembea hapa karibu, hii ni siku ya tatu, mekuja meambiwa hakuna mbolea. Lakini sasa watu ni wengi, mbolea ni chache, na wakati wa mvua ndio hii. Uhaba wa mbolea hii sasa ukivutia viongozi wa upinzani ambao wanamtaka waziri wa kilimo Mutahi Kagwe kuwajibika na kutatua swala la uhaba wa mbolea la sivyo, sita sita tena kama itaendelea hivyo kufurusha yule waziri wa sasa wa agriculture. Mwisho tumesikia, we are also farmers we have a few weeks to go. The planting season inaendelea kwisha but many farmers are not accessing that cheap fertilizer. 2500 billions were set aside to subsidize and bring this fertilizer. Not just to Kitale. Japo ni msimu wa upanzi, ni nadra kuwapata wakulima wakitekeleza kilimo. Hii ni kutokana na uhaba wa pembejeo. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, kaunti ya Tranzoia.